Dhana ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuitangaza Tanzania ya kitalii imeanza kutafsiriwa vyema katika halmashauri ya wilaya ya Chunya ambapo Wakala wa Misitu Tanzania kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya wameanza kuitafsiri dhana hiyo kwa vitendo. Misitu, mapori, vivutio na mambo mbalimbali ya kihistoria yaliyopo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Chunya yameanza kutembelewa kwa lengo la kuvumbua, kuhifadhi na kutangaza uzuri wake pamoja na uasilia wake kwa nia ya kuunga mkono juhudi za mheshimiwa rais katika kukuza utalii. Ziara ya siku nne iliyoandaliwa na wakala wa misitu wa wilaya ya Chunya ukiwashirikisha maafisa kutoka halmashauri imewarahisishia wananchi wa maeneo mbalimbali kuelezea historia za milima mito, mabwawa na mambo mengine ya kihistoria, huku wakishauriwa namna njema ya kuendeleza vivutio hivyo. Safari ilianzia mlima Mwene maarufu kama mlima Mtande uliopo katika kata ya Mamba katika kijiji cha Mtande. Mlima huu una historia nzuri yenye uasili wake, kwani inasemekana ndio mlima pekee unaojilinda wenyewe. Historia inaeleza namna mlima huo ulivyojilinda ulipotakiwa kuhamishwa kwenda halmashauri ya wilaya Songwe, ambapo chifu wa kabila la Wabungu, mzee Mwene Ilonga, aliutaka kwa matumizi yake ya kivita. Aidha, mlima huo kwa sasa unalindwa na jamii ya Mtande chini ya uongozi wa mila, na kupitia ulinzi huo bado mlima huo ni salama na una miti ya asili mikubwa na bado una mandhari ya kuvutia. Afisa kutoka wakala wa misitu Tanzania, halmashauri ya wilaya ya Chunya, ndugu Edwin Msuya, anafafanua dhana ya umuhimu wa ziara hiyo huku akiwashukuru wananchi walio karibu na misitu ya hifadhi pamoja na vivutio mbalimbali kwa namna wanavyoshiriki na katika kutunza, kulinda na kuhifadhi vivutio hivyo. Tuko hapa kwa sababu ya kazi ya kuangalia na kutathmini ama kuvumbua maeneo ambayo yanaweza kafaa kwa ajili ya utalii. Mlima Mwene una nafasi kubwa kwa sababu ni kwa Kiingereza wanasema ni standing, standing, standing mountain, yaani mlima ambao umesimama wenyewe kama wenyewe. Lakini pia Mlima Mwene una vitu vingi vya like kihistoria, ambavyo asilimia kubwa huu mlima una historia ya mambo ya machifu, una historia ya mambo ya matambiko na mambo kama haya. Kwa wilaya ya Chunya tunajaribu kuvumbua fursa kwa ajili ya mambo ya utalii, na vitu ambavyo watu wanaweza kuja kujifunza juu ya mlima huu vipo, vipo vingi, na sio mlima tu, mlima pamoja na msitu, na msitu wake kwa ujumla. Moja ya vitu ambavyo vinavutia vina zaidi kwenye mlima huu, una historia ya kuwepo kwa kaburi la chifu wa Wabungu ama kitu ambacho tutajitahidi zaidi ni kupambana kuweza kutangaza vivutio ambavyo viko ndani ya wilaya hii ambavyo hivi vivutio hivyo vitaweza kuitangaza TFS kuitangaza maliasili kwa ujumla wake na vivutio vyake ambavyo vipo ndani ya wilaya hii ikiwemo huu mlima Mwene. Nia yetu kwanza, ili ni eneo la TFS, ni eneo la eneo ambalo linalindwa kisheria na liko chini ya serikali kuu lakini pia neno langu kwa wananchi ambao wanaozunguka huu mlima waendelee kuulinda na kuuheshimu na kuutunza pia. Ndugu Msuya anaendelea kufafanua namna wakala wa misitu ambavyo umeweka msisitizo kwenye kuyatambua maeneo ya kihistoria ikiwamo misitu Mzombe pamoja na misitu mingine mingi iliyohifadhiwa na wakala wa misitu. Afisa utalii wilaya ya Chunya, Ndugu Petro Haule na yanafafanua mambo mbalimbali yanayopatikana katika misitu iliyopo wilaya ya Chunya, huku akithibitisha uwepo wa wanyama mbalimbali pamoja na aina mbalimbali za mimea ambayo inawezekana isipatikane maeneo mengine isipokuwa wilaya ya Chunya pekee. Kama unavyoona, hili ni bikoni au kwa Kiswahili tunaita boya. Boya namba 48 bikoni namba 48 Na mwelekeo wa hii bikoni ni unaonyesha kwamba mwelekeo wa mpaka bikoni nyingine ni upande wa wa huku na upande wa huku tena ni, ni kwa hapa. Lengo la kuweka bikoni ni kuonyesha mpaka namba moja kwamba hapa ndipo hifadhi inapoanzia kuelekea sehemu fulani. Na hata ukija ukiangalia juu ya bikoni utakuta kuna mishale ambayo inaonyesha kwamba hifadhi hii inaelekea hivi na hifadhi hii inaelekea mwelekeo huu, na hii bikoni lazima iwe na namba ili hata unapotoka sehemu unapotaka kufika kufika kwenye bikoni utapewa namba ya bikoni, utakupa koordinati, utaingiza kwenye GPS yako, itakuleta mpaka eneo la tukio, ambalo litakuonyesha kwamba upande huu ni msitu na upande huu sio msitu. Kwa hiyo hata wananchi ambao wanazunguka eneo hili la msitu, huwa mara nyingi wakiona hii wanajua kabisa kwa bikoni hii kwa urefu huu, hili ni eneo la hifadhi. Na wengi huaga wanaangaliaga hizi alama za, za juu ya biko ni kwamba msitu huu una, una mwelekeo upi. Lakini tunashukuru wananchi wa kijiji na kata ya Mafeku kuuheshimu huu msitu tangu tumeutenga huu msitu, kwa sababu asilimia kubwa wananchi wanajua umuhimu wa huu msitu, wanajua faida nyingi zinazotokana na, na haya mapori ambayo tumeyatenga hapa. Kwa hapa pembeni tunaona kuna nyayo kubwa ya mguu wa simba ambayo imeambatana na fisi pamoja na insha na maana wanyama hawa walikuwa katika machungu. Na simba anaonekana kabisa alikuwa katika hali ya uwindaji. Kwa hiyo mambo kama haya tuliyategemea, wanyama kama watu tuliwategemea na tutawaona wengi kwa wingi hapo mbele. Tunakoenda tunategemea kuwaona nyati. Tuna poli kubwa ambalo nyati wa wanafanya mawindo ya chakula na pia kuna poli ambalo tunategemea kabisa kuwaona fisi, japo kwa muda huu wa mchana itakuwa ni vigumu mpaka mida ya jioni au usiku. Dhana ya safari hii ni kutambua na kuviainisha vivutio vya utalii vyote tulivyo navyo. E, wenzetu wa TFS wame wamekuwa bega kwa bega na wananchi kuhakikisha kwamba wanaainisha vivutio vya utalii tulivyo navyo katika wilaya hii ya Chunya. Mwisho wa ziara yetu, wananchi wategemee mambo, mambo makubwa. Moja, wategemee kuwa na fursa ya kuona wanyama wa kutosha ambao hapa tutawainisha na kuwaelezea, na pia wategemee kuwa na fursa mbalimbali, kwa sababu tunategemea baada ya kuona wanyama hawa ni lazima tutakuwa na fursa ya eneo la, la maeneo kwa ajili ya ujenzi wa lodges kwa sababu lazima tutahitaji kuwa na mahitaji ya chakula kwa ajili ya wageni. Kwa hiyo maeneo haya, kwa umbali mrefu, hakuna maeneo ambapo mtalii anaweza akapata chakula au usafiri. Kwa hiyo tunategemea kabisa vyombo uh, fursa ya usafirishaji itakuwepo hapa maeneo kwa ajili ya ujenzi wa, wa chakula itakuwepo hapa na malazi. Kwa hiyo pia tunategemea kwamba wananchi baada ya kutoka hapa wataweza kupata kupata uh, outing ya, ya, ya nguvu kutu, kwa sababu tayari tumeshaona kuna wanyama wa kutosha maeneo hayo. Chunya ni tajiri wa maeneo ya kihistoria yenye upekee wa namna yake. Eneo lingine lenye historia ya namna yake ni pango lililomeza watoto, maarufu kama pango la Kipembawe. Pango hili inasemekana lilimeza watoto wawili huku mmoja akifanikiwa kuchomoka kabla pango halijafunga na huyo ndiye aliyetoa taarifa za wenzake wawili kufungiwa ndani ya pango hilo. Maajabu ya pango hili kwanza lipo juu ya jiwe kubwa, lakini pia uwezo wake wa kufunga. Ndipo wataalamu kutoka Wakala wa Misitu Tanzania wakishirikiana na afisa utalii wanaendelea kutafuta historia sahihi na kuona namna sahihi ya kuihifadhi na kuiendeleza, ili wananchi wengine wa Tanzania waweze kufika kushuhudia pango hilo, lakini pia kujifunza mambo ya kale kwa hiyo kitu pekee ambacho kinaweza kikawafariji watu kwenye stress, kwenye raha ni kuja kufanya utalii kwenye wilaya yao ya Chunya, ambayo iko mkoa wa Mbeya. Na hili ambao unaliona hapa nyuma ni pango ambalo historia inaonyesha kwamba kuna watu walikuwepo huko ndani walikuwa wanacheza, nilikuwa ni watoto, lakini baada ya muda wale watoto mmoja akawa ameharibu hali ya hewa, basi kutokana na tamaduni na mila za zamani hapa palikuwa ni sehemu ya matambiko, hivyo basi ili pango likafanyaje likajifunga. Lakini na ushahidi zaidi ni huyo mmojawapo ambayo alikuwepo mpaka mwaka jana ndo aliweza kufariki. Vivutio hivi tuna tunajaribu na tuna, tuna vipambania ili viweze kujulikana na watu wengi zaidi, ili wananchi wale waweze kupata nafasi ya kuja kutembelea vivutio hivi mambo yatakuwa mazuri na sisi Chunya tutakuwa juu sana, kutokana na ushirikiano mzuri unaoonyeshwa na viongozi hao wa TFS na mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Chunya. Tunaendelea kupongeza juhudi zao na tunaendelea kuomba kwamba juhudi hizi zisikwame, tuendelee ku, kuwa nazo na ili vivutio hivi endelee, tuendelee kuvitambua vituo vyote, tuna vituo vingi vya wilaya ya Chunya. Ushirikiano mzuri, tunategemea kupata ushirikiano mzuri pia kutoka kwa wananchi, kwa sababu sisi kama serikali tukishirikiana kwa ukaribu lakini wananchi wakawa mbali, hatutafika popote. Vivutio hivi vipo vivu katika maeneo ya makazi ya wananchi kwao, tunategemea kwa ukaribu kabisa wananchi wakawa ndio wakawa kipaumbele katika kuhifadhi maeneo haya na kuhifadhi amali na rasilimali na historia na tamaduni za maeneo haya, na wasipuuze, kwa sababu maeneo haya unapopuuza ni moja ya kupoteza amali hizi za maeneo haya Elini Haki Paulo Mgonja ni mmoja kati ya maafisa kutoka wakala wa misitu Tanzania, halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kutokana na uzuri wa kila kivutio kilichotembelewa, hakusita kuwa na jambo la kuzungumza, kuwajulisha uzuri wa pekee aliyoshuhudia katika vivutio hivyo. Eneo la kwanza alilolishuhudia kwa nguvu na furaha ni jiwe ambalo historia inaeleza kwamba lilimeza watoto wawili, ambapo mpaka sasa halijawahi kufunguka hivyo inawezekana mabaki ya watoto hao yapo ndani ya pango hilo. Lakini pia alifanikiwa kufika kwenye kilele cha mlima Mtande maarufu kama mlima Mwene. Pia alikuwa na neno kwa Watanzania, ya jiwe hili ni kubwa kwa kweli, kama jinsi ambavyo tumeanza safari kutoka upande wa chini wa jiwe hadi kufika mahali hapa juu, hakika hata kajasho kidogo kalianza kututoka, lakini pia ukiangalia hilo korongo hapo si rahisi kuanza kukimbia kushuka hapo. Ukiangalia kwa chini, pamekuwa na korongo kubwa na hata miti yenyewe kwa urefu wake, lakini bado inaonekana katika level ya chini. Kwa hiyo jua liko juu, ni mazingira mazuri ambayo kwa kweli huwezi kuyakuta katika eneo jingine, na iwe ni fursa kwa wale ambao wanachukua movie uh, katika ku, ku, kuigiza maeneo mazuri sana ya kuweza ku act uh, filamu mbalimbali ambazo pia zinaweza zikawa ni sehemu ya kuleta vivu uzuri wa filamu na kama kivutio pia kwa mazingira yetu. Yeah, hii ndio Tanzania ambayo imejawa na vivutio vya kila namna. Tunajivunia kuwa na vivutio vya namna hii kama mlima Mwene mahala ambapo tuko katika kilele hiki cha huu mlima. Kwako wewe Mtanzania ni fursa ya pekee kuweza kusogea katika maeneo haya kujionea mandhari nzuri ya kilele cha mlima ambacho kimejawa na tambarare nzuri yenye miti mikubwa ambayo kimsingi inazidi kuonyesha mazingira mazuri yenye mvuto zaidi. Kazi ya kutafuta, kuchunguza, kuvumbua siyo kazi rahisi hata kidogo, kwani inahusisha kupitia nyaraka mbalimbali za kale, kukutana na wazee waliokuwepo miaka mingi kidogo ili kupata historia ya mambo mbalimbali zenye manufaa. Kwa kutambua hilo, wakala wa misitu Chunya kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya wamewatafuta wazee waliopo katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Chunya ili kupata historia mbalimbali ya misitu, mila na mambo mbalimbali yanayohusu utalii yaliyopo ndani ya halmashauri hiyo. Wazee wa kijiji cha Mafieko wao wamepata wasawa kuzungumzia historia ya milima, mabwawa na vitu vingine vilivyopo katika kata ya Mafyeko, huku marejeo makubwa yakiwa ni wazee wao waliotangulia. Kweli tuliwahi kwenda paka pale, fika pale mwanzo kashindwa ikabidi abaki chini, sisi tukapanda watu wawili paka juu pale, na pango kwenda kukuta kuna kuna lichungu kubwa, na sisi tulichungu kuangalia ndani, hamna kitu hamna kitu, kwa sukuma sukuma Hapana, hili labda sio alikuwa anafanya mambo gani? Ah, tukaliacha tuka tuka tuka tu hivi hivyo, tukaa tumeshuka. Baada ya hapo, kwa kweli, tukaa tumerudi tu nyumbani, tukaendelea tu kutunga tungika mzinga tu ya baada. Tumepitia kuna bwawa fulani wanasema iseruka pale, tukasema pale kuna nyoka mkubwa na kuku mdogo mdogo iko pale, ya twende tukamwangalia kama yupo. Hapa kwa mashariki tu hapa kwetu tulikuta ile nyoka amelala kwa pale, amekatisha lile bwao pale. Ilikuwa kama kama nyoka hiyo pamoja na kuku hizo, lakini ilishapotea vyote. Alafu akishafika watu pale kwaaga, kwa kweli kwaaga hawatamki mbaya mbaya pale, maneno ya ovyo ovyo, heshima sana. Mkitaka kwenda mnaweza mkenda, sababu kule kuna mpaka kuna, kuna nani huyu nani kuwingwa, alafu na huko sasa lile liko katikati pia natambikia huko, huku mwingine atambike. Sasa hapo lazima tuende kiutaratibu taratibu. Ukienda kiholela utakwa maki, lakini ukienda taratibu utambika kule na kule utasikiliza. Tuende tu, tunabeba mbuzi na kuku nyeusi, kuku nyeusi na tunguo na nguo, walisema zilipo hapa hapa nguo, ndio ndio, kwani mbeba mimi, tunagenda tu mpaka kwenye matambiko kule k kona hmm. hmm. hmm. mam, kule tunakwenda kule tumepelekana na hiyo kuku na hiyo mbuzi tunakata kuchinja hapa, tunalala hapa, kesho ndio tunazunguka kwenda kule mlimani. Sababu ni kwambie, sasa kama niliona nilitoka kule kibaya historia wanapotuambia yalihama ya kwanza waligombana na mke wake

Hilo limafaa lilikuja kuhamishwa hilo kama hapa hapa kuna mlima pale. Aidha, chifu wa kabila la Wabungu ambaye ndiye kiongozi wa shughuli za kimila katika mlima Mtande maarufu kama mlima Mwene, alikuwa ni mmoja kati ya wazee waliofikiwa na wakala wa misitu Tanzania wakishirikiana na afisa utalii wilaya ya Chunya ili kuendelea kuchimbua historia mbalimbali za mlima Mwene na mambo mengine yaliyoko wilaya ya Chunya. Chifu huyo amesema mpaka sasa bado kuna ulinzi wa kutosha kwenye mlima Mwene, huku akisema kupitia ulinzi huo mpaka sasa hakuna mtu anayeweza kuingia bila ruhusa ya wazee na kuharibu mazingira katika mlima huo. Huu mlima unajilinda kwa sababu kuna vitu mtu hawezi kuingia ovyo ovyo huko t pamoja na historia hiyo kutoka kwa wazee kutokea maeneo mbalimbali wakielezea mambo tofauti tofauti, wazee pia wamepongeza juhudi zinazofanywa na Wakala wa Misitu Chunya pamoja na serikali kwa jumla, kwani tangu wameanza kusimamia misitu na mapoli mbalimbali ya hifadhi, wanasema sasa matunda wanayaona. Awali, kabla hawajaweka hizo bingoni, kwakweli watu walikuwa naingia vurugu sana sana rmaanaani. Lakini sasa hivi, kwakweli watu wanaheshimu, kwakweli kuingia ingia sio rahisi, sababu mazingira wangekuwa mesha ya haribu vibaya kabisa. Um, gekuwa mesha ya haribu <tutu> ulinzi <tutu> kwa sasa hivi, zamani ilikuwa ulinzi amna ndio maana nasema matumaini yapo, kwa sababu tunaona faida, kwa sababu ulinzi upo. Kwa hiyo tulisema kwa mambo yakienda mazuri basi tukatumbike ili tunafanyik. Mwenyekiti wa kijiji cha Mtande, ndugu Romanus Gabriel Mkongilwa, mtendaji wa kijiji cha Mafieko, ndugu Brown Kunjilenje, na mtendaji wa kijiji cha Kambikatoto, ndugu Jerod Yela, wanasema wakala wa misitu Chunya wanaleta fursa na neema kwa wananchi wao kwani kupitia misitu inayohifadhiwa wananchi wamepata maeneo ya kutundika mizinga ya nyuki pamoja na maeneo ya kufanyia shughuli mbalimbali ambazo haziathiri mazingira. Aidha, viongozi hao wamesema mbali na faida hizo, wakala wa misitu Chunya wamekuwa wadau wakubwa wa maendeleo katika maeneo yao, kwani wamechangia katika ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambapo wananchi ndio wanufaika moja kwa moja wa miradi hiyo. Hivi kwanza naungana na, na wazee wa mila kwa ajili ya ulinzi, kwa sababu huu mlima kwanza, e, tunasema ni mali ya taifa, kwa sababu ni mlima historia. Kwa hiyo tunaamini huu unaweza kuwa ni chanzo cha uchumi kwa serikali yetu, lakini kwenye kijiji chetu, kwa sababu una vivutio na wanyama na msitu. Lakini baada ya hapo, kuna watu walitamani, walimwekeza wanafuga nyuki kwenye mlima huo. Lakini na mimi naunga mkono jitihada serikali kwamba huo mlima aulie na kuutunza, ili watu wasitumie vibaya, watumie kadri na vizazi vijazo viweze kutumia baadaye. Vijana wanaelewa, kwa sababu vijana sasa hivi tunaposema kutunza mazingira wanaelewa maana yake. Sehemu iliyokatazwa hawawezi kufanya bila idhini yoyote ile, hawawezi kufanya kwa sababu wanaelewa kwamba kuharibu mazingira kwa sababu kama naenda kwenye eneo ambalo limehifadhiwa, unakata miti bila utaratibu, ni uharibifu wa mazingira. Sisi hilo tunalikemea kama serikali. Kijiji kinanufaika sana, hususan ni kwenye masuala ya tamaduni, kwa maana wazee wakienda kutambika, mvua huo tunazipata kwa wakati, kipindi hicho hicho tu ambacho wanaenda kutambika tunapata mvua. Lakini pili, tunapata fedha za kigeni kulingana na uwindishaji wa kitalii ambao sasa unajumuishwa kwenye huo huo msitu ambao ni wa utamaduni pia tunavyo unavyolindwa, tunapata fedha za kigeni kupitia waendeshaji wa kitalii wa nje na huo uendeshaji wa kitalii, lakini jamii hapa pia inanufaika kwa sababu yale maeneo yanaruhusiwa watu kwenda kutafuta dawa za asili, lakini pia nakupata uyoga kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo yale maeneo yanawanufaisha wananchi wa kijiji hiki, ndio maana ile eneo wanapenda sana lihifadhiwe, na isingekuwa ni ongezeko la watu, wao walikuwa wanapendekeza hata lingeongezewa hazi, kwa maana ya kupandishwa hazi sasa ili eneo liwe linalindwa na serikali kuu ili waendelee kunufaika, kwa sababu shughuli ambazo ni rafiki kwa, kwa utunzaji wa mazingira zinaruhusiwa kwenye ile ile yale maeneo hususani utundikaji wa mizinga. Uh, natambua uwepo wa TFS lakini pia natambua mwingiliano wa TFS na wana, na wanakijiji wa kijiji cha Kampala Toto, na kwa upande wa kwa upande wa elimu TFS wana mchango mkubwa sana moja au uh, wamesaidia katika ujenzi wa nyumba ya walimu ya Twin One ambayo ilijengwa mwaka 2019. Lakini pia madarasa ma, mawili na ofisi ambazo zimejengwa mwaka 2020. Lakini sambamba na hilo pia wametusaidia kuongeza idadi ya madawati kukabiliana na upungufu wa madawati ambao unakabili shule nyingi za msingi. Wananchi wa Chunya na wananchi kutoka nje ya wilaya ya Chunya, tuendelee kumunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushiriki kutazama vivutio vya utalii vilivyopo maeneo yetu tunayoyaishi. Chunya kupitia Wakala wa Misitu kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya tayari wameanza kuvitambua vivutio hivyo ili kuweka mazingira wezeshi kwa wananchi wengi zaidi kuja kuvitazama kwa lengo la kujifunza, kupumzika na hata kuongeza mzunguko wa fedha kwa kutoa huduma mbalimbali mbali kwa watalii. Lengo la wakala wa misitu wilaya ya Chunya kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ni kuhakikisha Chunya inakuwa kitovu cha utalii mkoani Mbeya na Tanzania kwa ujumla wa... na wao wanaamini hilo linawezekana. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo kutoka kitengo cha mawasiliano ya serikali wilaya ya Chunya. Unawaalika watu wote toka kila mahali